Sema, huyu ndiye, anaongea bali ndio, biology ya hiyo mbinguni unakwambia, unakula saa mbili ile, kama ni saa nne sana unashiba, baadaye unatembea kwa nguvu ya chakula hicho kama Elia, unatembea kwa nguvu ya chakula hicho kama Elia mpaka jioni, unapiga tena kidogo, umemaliza. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Shida yetu unakula hapa pa saa mbili pa saa tatu pa saa nne pa, na jana niliwaambia kwamba ukila saa mbili sukari inapanda. nimesema nini ndugu zangu? Sukari inapanda, na sukari ikipanda insulin nayo inafanyaje inapanda. Kwa hiyo sukari imepanda na insulin nayo imepanda. Insulin inatakiwa iwe hapa sasa insulin imepanda iko hapa. Sasa insulin inashusha sukari; inatakiwa ishushe sukari. Kazi yake ni kushusha sukari. Inaanza kushusha sukari. Da, wakati sukari haijafika chini na, na, na insulin haijafika chini, umekula tena ba, hii ndi tamu ili kutoka Majita kabisa hii ndi. Unakula tena hii Haya, unatoka pale, sukari imepanda, insulini inafanya kazi ishushe, sasa ishushe ile sukari ishushe, wakati anasema, I see, hai, yani miogo ya nyumbani hii, unaiona miogo ya nyumbani. Pa, imeshapanda tena, vile imepanda sasa. Unajikuta wewe ulikuwa na level ya insulini hapa, hapa ndio level ya insulini yako wewe umeipandisha hapa maana saa mbili umekula ikapanda. Sasa inashuka saa tatu, inataka kuna nini saa 4 ni inataka kushuka. Ah pa umepandisha tena inataka kushuka inataka kushuka tena ina pa ukidani bado inataka kushuka pa. Sasa ukija hospitalini tunakupima. Tunasema hebu tumpime huyu mtu tumpime. Tumpime sukari. Tukimpima sukari nasema sukari iko juu. Haya tumpime na insulin. Na insulin iko juu. Haya naomba niwape mtihani. Sukari iko juu ila mimi sina saa. Sukari iko juu na insulin iko juu. Jawabu lake ah, kumbe mmesoma biology jamani, ni sukari iko juu na insulin iko juu, jawabu lake mbona muongei? hey, diabetes ndio hiyo, na hiyo ndio type 2 diabetes. Yaani insulin inakuwa juu juu juu kila wakati mpaka ina resisti, kwa hiyo ata insulin resistance. Na wewe unaambiwa hivi, acha kula sukari itakuletea nini? Itakuletea kisukari? ah -ah. Sukari inayoleta kisukari ni hiyo ya ajabu ya kiwandani, unga uliokobolewa. Lakini ukipiga ile dona yako dona, jamani Bwana Yesu asifiwe sana, ugali ukaupiga ule pale, baadaye ukatembea kwa nguvu ya kile chakula, insulini inapanda. Ukishapiga ugali cha insulini nayo inapanda, saa mbili saa tatu saa nne saa tano saa sita saa saba saa nane saa tisa saa kumi, insulini imesha nanii. Baadaye insulini ikifika hapa chini basi, imemaliza glucagon inatoka pale. Ikishatoka glucagon, inasema nguvu imepungua, tuchukue glycogen, mafuta yale ya, ya kwenye ini Yanaanza kutolewa yale mafuta yanatolewa, kwa hiyo hakuna fatty liver, yanatolewa ile ile yale, yale, yale stored glucose inatolewa pale, ile glucose inatolewa, inamwagwa kwenye damu. Kama ukiendelea kidogo masaa nane, masaa nane nasema ah, hata glycogen imeisha, twende kwenye mafuta. Inakuja kwenye mafuta machafu yale, LDL VLDL, sijui na nini, yale yote unaambiwa makolesterol mabaya, inayala yale. Kama utaenda masaa nane unashangaa hata cholesterol hauna. Jamani, bwana Yesu asifiwe sana lakini umepiga ugali jamani, bwana Yesu asifiwe sana. Bwana sijawasikia jamani, Bwana asifiwe. Wapikieni akina baba ugali, piga ugali.